25. Nini tumekuandalia leo? Kile ambacho tumekuandalia leo ndugu mtazamaji, ni kwamba mwili wa marehemu msanii nguli wa muziki za kimapinduzi Delcat Idengo umeweza kuwasili Beni mnamo saa za alasiri siku ya Jumamosi leo, hukitokea Butembo na Butembo uliho kitokea katika mji wa Goma mtazamaji pia msikilizaji mwaminifu wa Kuna Nini News, hayo ni yale ambayo tumekuandalia kwa leo, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla tuendelee, wewe ambao bado huja subscribe, yani kujaboni au huja like, tafadhali usikose ku like, usikose kuacha komenti yako, usikose kutuambia wapi uliko wapi unatufata na kwa mwisho usikose kushea, yaani kupataji kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa chano letu hii Kuna Nini News na vile vile tatupatia nguvu, ili kesho tuje kwa kishindo zahidi. Kwa mara nyingine tena, ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunakualika ili uweze kufuata matangazo yetu ya jioni siku ya Jumamosi hii na yale ambayo tumekuandalia leo ni kuhusu kuwasili kwa mwili wa marehemu, mwili wa msanii mwana mapinduzi Delcat Idengo. Delcat Idengo aliweza kuuawa au kuhuliwa siku ya tarehe 13 mwezi Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano katika mji wa Goma, maskani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Baada ya kuuliwa, licha ya kwamba watu wengi walifikiria huenda mwili autawasili sehemu hii ambako ndiko maeneo yake ya asilia, hatimaye mwili wa marehemu uliweza kuwasili katika jiji la Beni bini mnamo saa za alasiri. Mwili huo ulikuwa ukitokea katika mji wa Butembo, na Butembo ni mahali ambako uliwasili ukitokea katika mji wa Goma. Mtazamaji pia msikilizaji, kama vile unavyoona mwenyewe watu walikuwa ni wengi ambao waliweza kumiminika barabarani ili kuutizama, kuusubiri wa uone mwili wa marehemu kutoka mji wa Butembo. Delcat Idengo, Delcat Idengo ni mtu ambaye alifahamika kupitia muziki wake wa mapinduzi. Huyu aliweza kupendwa na watu wengi, kwa kuwa hakumjali mtu, hakujali hanzi ya mtu, hakujali hadhi yake, haku ya hakujali wewe ni mtu wa aina gani? Lakini kila ambacho alikuwa akiona kinakwenda kombo, bila shaka kwake ilikuwa ni kuimba na kutoa muziki kuhusu hali anayoiona. Delcat Idengo alifahamika sana katika ulimwengu huu, aswa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu ya Kaskazini, jijini Beni na wilaya ya Beni, na hata maeneo mengine kama vile mikoa mingine mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata katika ulimwengu, muziki wake ulipendwa na kuimbwa na wengi na wengi. Kama vile unavyoona watu ni wengi sana ambao walimiminika wakijaa kwenye ukingo wa barabara kila upande. Barabara inafahamika kama vile barabara kuu inayojulikana kwa Kimombo Boulevard de Tante Joie, na ni barabara inayopatikana kwenye barabara ya taifa namba nne katika jiji la Beni hapa mwili wa marehemu uliwasili na kupitia katika maeneo ya Owicha, ni kilomita 30 kaskazini mwa jiji kati la Beni. Huko ndiko kijiji chake cha asili kinapatikana, na ndiko mama yake mzazi na baba yake mzazi wote wakiuawa katika hadi hii ya machafuko kwa kuochinjwa chinjwa kama vile nyama na watu wanaotajwa kuwa wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF, hali ambayo ilimpelekea mwanamuziki huyu kuwa kama vile mtu anayechanganyikiwa, lakini si kwa changanyikiwa, bali ilikuwa ni hali ya mayagonjwa ya saikolojia kutokana na vifo alivyoviona walio wakaribu wake kuuawa, wazazi wa, wa wake jamaa, wanamemba wa familia machoni kwake, ikampelekea yeye kuwa kama vile mtu anayechanganyikiwa na ndiyo alianza na kujituma na kujibwaka kwenye muziki wa kimapinduzi ili kuonyesha masikitiko yake kwa kile kilichomfikia kama unavyoona hapo. ili, ili alama ya kuonyesha kwamba ni mtu aliyependwa na watu wengi, barabara ikafurika kabisa kila upande, na tukakutana na baadhi ya wamoja waliokuja ili kuona mwili wa marehemu kwa kutoa pongezi zao kwa mwanamuziki huyo pamoja waliweza kutusogelea na wakaweza kutueleza kuhusu kuwasili kwao eneo linalojulikana kama, ili watu wajae kiasi hiki. Idengo ni mutu mwenye tunaita donge, misisie revolutionnaire, yani donge ni mutu wa kusema ukweli katika hii hali yenye tunapigania, na ndio maana tunafika hapa sisi wote kuleta mwili wake Idengo hapa, sisi tuko tunatokea Butembo, tunakwenda kulelea kwa Butembo, Butembo koro imefika, tumetoka Butembo, hapa tumewasili Beni na ndomana tumefika hapa Beni. Nashukuru sana watu wa Beni kutupokea, tumefikisha boro ya kaka yetu Delcat Idengo, ie revolutionnaire, na washukuru sana. Idengo ni nani?

ulikuwa unatokana na nini? ulikuwa unatokana na kusema ukweli <tipi> Basi, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini niweze kufikia hapo, sina cha ziada. Kauli yangu bilioni moja tu, wewe ambao bado uja subscribe tafadhali. Wewe wewe ambao ujajabone, ni muda wako, usiondoke kabla ujajabone, usikose ku like, Usikose kuacha komenti yako haswa, usikose kuandika wapi ulipo, wapi unatufata wapi unatusikiliza. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa chaneli yetu hii, Kuna Nini News, na hivi itatupatia nguvu zaidi, ili kesho tuje kwa kishindo. Basi wacha tukumee hapo, sina budi kukushukuru wewe uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. <tipa>